Tuasifiwe, tunapokuwa tumemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, katika safari tunayoianza ya ushindi katika Kristo Yesu, kuna nyakati zinaweza zikafika za Mungu kusema nasi kwa ajili ya kupima wanafunzi wetu wa kweli mbele zake, kwa sababu wanafunzi wa kweli ndio ambao wanamfaa Yesu katika mwito wake uliomfanya aje duniani kama mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Uh, maandiko ambayo tumesoma Biblia inasema huyu mtumishi wa Mungu Gideoni, ni wengi mno hata nikawatie Wamidiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu, wakisema mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Bwana Yesu asifiwe. Naona kwa hiyo, Mungu anampa maelekezo ya kwamba atangaze habari masikioni mwa watu hawa kusema tuwasifiwe tunapokuwa tumemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu katika safari tunayoianza ya ushindi katika Kristo Yesu. Kuna nyakati zinaweza zikafika za Mungu kusema nasi kwa ajili ya kupima wanafunzi wetu wa kweli mbele zake. Kwa sababu wanafunzi wa kweli ndio ambao wanamufaa Yesu katika mwito wake uliomfanya aje duniani kama Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Uh, maandiko ambayo tumesoma Biblia inasema huyu mtumishi wa Mungu Gide, ni wengi mno hata nikawatie Wamidiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu, wakisema mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Bwana Yesu wasifiwe. Naona kwa hiyo Mungu anampa maelekezo ya kwamba atangaze habari masikioni mwa watu hawa kusema uh, mtu awaye